Ulikuwa na watoto wangapi? Walikuwa sita, wakafa wanne, wakabaki wawili. Sasa mmoja ni huyo. Wale ambao wamebaki ambaye ako, ako Kitengela eh. Na, na yule mwingine last born uh, ako jera na kuru eh. Uh, ujamuona muda gani? Si, si, si jaenda, hata, hata wakati ni, ni, mm-hmm. Juzi nilienda Nakuru sikuweza kwenda kumuona. Sasa nitakutafutia elfu kumi wiki ijayo, mm. Eh, hivi eh. Uh, unaona huyu si ako na gari? Simwambie si, si unipeleke wewe. Simuulize. Wewe kama iki akuulize. Utanipeleka. Eh, yeah. eh. Mm -hmm. Ya. Sasa nita mupange nitakupa elfu kumi na nikuweke mafuta. Mm -hmm. Mwede ukamuone. Eh. Umununulie mm. -hmm. mm -hmm. I think kuna tishu watu wanapeagwa huko. Mm -hmm. Na sabuni. Mhm. Mm. Nitakuwa nimetuma sadaka yangu kwa jela. Eh. Si ni sawa? Mm. -hmm. mm -hmm. Enda ukae.